Hmm, da nini inakusaidia, na nini ninyi nanisaidia? Maana mtoto wa Mungu meomba, na Mwenyezi Mungu kama amekupendelea, ati askari, ninyi wote, si jeshi, si askari wa mtaa, si askari wa patrol, si askari wa trafiki. E, tabia moja, tabia napenda, mastari ninyi mnapenda wanawake. Kwa nini unaniona hivi? Nimevaa hivi, si kwa ubaya mtoto, si kwa ubaya mimi sina ubaya, hizo tabia mnazo, na tabia ya tamaa, kwa sababu ya kitu kizuri haina shida. Kitu kizuri kana jiuza kwa Mungu, yaani kata amekubaliwa na Mwenyezi Mungu, yaani akitambia nasema mia moja tisini na nane huku juu. kameamia si yani, na keusi